Kwa mwenyekiti na mwalimu, naombeni tuyapokee, tuyapokee tuyafanyie kazi. Ndio maana hata sare kimoja kwa saa kwamba ni shule ya mfano, hata sare zinakuwa ni tofauti. Tuwape ushirikiano kuanzia watoto mpaka walimu na mambo mengine mtakayoyapanga yapanga na bodi itakayokuja kuchaguliwa kwa ajili ya usimamizi wa shule. Naomba, naomba tusisizane wazazi juu. Naomba nichomekee mwende nalo juu ya usalama katika mtaa wetu, kuna mambo mengi yanayoendelea. Naomba tuwasihi wazazi wa watoto wetu au vijana tunao wafahamu, wasijishirikishe katika namna yoyote ile ya uovu au kuharibu maeneo yetu ya kata yote au wilaya nzima kwa ujumla. Tutulie tufanye kazi, tutulie tujenge maendeleo. Samani mheshimiwa. Eh. Eh. Upi... shule eh, mimi ah, kwa majina naitwa Kasola Magesa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa wa Kanyerere, kata ya Butimba, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Shule hii shule ni mpya, shule ni mpya lakini mama Samia Suluhu Hassan, mama huyu sisi wana Kanyerere apureta kuipa hakuna cha kumpa, ila tulichokifanya sisi tumeupa kura nyingi za kutosha Kanyerere. Mama amefanya mambo makubwa kwa mkoa wa Mwanza, amefanya mambo makubwa sana, amefanya mambo makubwa ikiwemo na hii shule. Hii shule ni shule ambayo imeanzishwa na wananchi wenyewe, kwa maana ya kumwaga, kuchimba misingi, kumwaga jamvi misingi, lakini mama ameleta fedha nyingi Jengo hili limekula hela fedha nyingi, na hayo madarasa kama unavyoyaona, anapendeza ni mama Samia mwanzo mwisho. Kwa hiyo sisi wanakanyerere tunampongeza sana mama huyu, lakini bado zipo changamoto ambazo pengine anaweza akaziona akatusaidia. Bado tuna changamoto ya barabara inayotoka mkuyuni. Hii shule anajua imekuwa ikiwashangaza watu wengi wakipita hapa, anasema ni sekondari, sekondari, wajamaa kipindi hiki ni shule ambazo kidogo zinaonekana yani ziko kwenye ubora wa kisasa sana. Naona vyoo kama sekondari. Naona si kwa niaba labda ya mwalimu mkuu unaanza kuzungumza naye, kwa sababu hayuko. Ndio maana leo tumeita kikao cha wazazi, tunaongea na wazazi kuweka mambo vizuri. Ni kweli shule hii kama unavyoiona ni shule nzuri kwa wilaya ya Nyamagana, ni shule ya msingi, lakini wasiojua kwamba shule ya msingi, watu wakipita hapa wanajua ni chuo lakini sio chuo, ni shule ya msingi hii. Wengine wanasema sekondari, sio sekondari, ni shule ya msingi. Hiyo yote ni kwa sababu ya mama amefanya mambo mazuri, ameamua kuboresha shule za msingi kuwa nzuri za kiwango kizuri. Mtoto akiingia mule wa darasa la kwanza, hata chekechea, ajione kwamba ni mtu wa sekondari, yuko form 1 au form 2, form 3, form 5 vitu kama hivyo. Lakini hii yote inaendana na, na usimamizi mzuri walimu walichotuahidi leo walimu kuu na walimu wenzake walichotuahidi leo ni kwamba wanataka matokeo chanya yanayoendana na shule jinsi ilivyo. Yani tafsiri yake ni kwamba tutapata matokeo mazuri kutoka kwa watoto wetu. Amina. Yani, mengine, hapa na Arusha tu eh. so, na wa sa, sa. <laughs> eh. tunaijua. Eh. Tunaijua. Ni kijana wako wa mtaa huu, nimebahatika tu kukutana leo na mwenyekiti wangu eh. Mwenyekiti ni mwenyekiti mpambanaji, ni mwenyekiti kivuli ambao ni mkalimu. Nafasi ipo au hamna? Nasema pamejaa mwenyekiti ama kwenda. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba uwe na moyo ule ule na bado tunakupenda sisi wananchi wako. Asante sana. Amina. Kameramani, nilikuwa ni France, kwa kufanya interview na mwenyekiti wangu hapa. Basi tuwatakie asubuhi njema na mchana mwema pia, Goodbye. Asante. Barikiwe sana.